Mzee wa Kaya ya Kimijikenda wamemtawaza mwanzilishi na afisa mkuu mtendaji wa shirika la sharing hope for communities Shofco daktari Kennedy Odede kuwa mzee wa jamii hiyo. Hafla hiyo ya kufana imeandaliwa katika mlima wa Kaya Similani, kaunti ya Kwale yanajiri huku shirika la Shofco likiendeleza miradi mbalimbali mbali katika ukanda wa pwani, wa pwani ikiwemo ufadhili wa masomo, usambazaji wa maji, kukabili dhuluma za kijinsia, shughuli za uwezeshaji wa wanawake na vijana, maktaba za shule, vituo vya kijamii na vyama vya ushirika. Baada ya utawazi wa Dede, ameonya wazee wa Kaya dhidi ya kutumiwa vibaya na wanasiasa kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Mimi kama Kennedy Odede ambaye sasa amekuwa elder anaitwa Kizambo hapa hivi kwa Mjikenda atakuwa hapa. Napenda kuwashukuru sana wazee. Hii sio mambo ya siasa, hawa wazee na wajua kwa miaka mingi wamenisoma. Nakumbuka nikuja hapa wazi miaka ngapi iliyopita, tukitengeneza community library, mzee akaniombea chama ulikuwa hapo, tukajuana polepole. Hii sio ile ya kukimbia kimbia ati kama mwanasiasa, hii ni deep anawapatia. Na mara nyingi hao watu hapa kuna umaskini sana. Watu wanakuja hapa kuchukua baraka, wakishapata baraka zao wanasahau. Lakini sio kweli pia maisha yao yendi vizuri sababu so wazee wanalia. Eh? Sasa mimi nikuja hapa hivi nikaleta pia wazee wangu Waluo huko. Mababu zetu pia walinifuata. Unajua hivyo? Kwa upande wake Mwinyi Mwalimu, mwenyekiti wa chama cha wazee wa kaya wa Mijikenda, ameitaja hatua hiyo kuwa imetokana na uongozi wa Daktari Odede wenye maendeleo na kujitolea kwake kuwezesha jamii. Na mimi siku hii ya leo na furaha kubwa sana, kwa sababu hata kwa Mwenyezi Mungu pia nashukuru. Siku hii ya leo tumempata ndugu yetu, mtoto wetu, ambaye kwa jina anaitwa Kennedy Odede wa Shofco. Na huyu Kennedy Odede ni mtu ambaye ni mtoto mdogo sana, lakini hikima alizo nazo na sisi leo tumemwita hapa, tumwombee Mwenyezi Mungu awe na hikima zaidi, na ulimwengu pia imtambue na imjue huyu. Amesaidia sana wazee, kwa sababu sisi wazee tulikuwa tumesaulika, lakini huyu amekuja katuenua, kwa sababu wazee ni watu ambao walimzaa yeye, na wazee hawana mifano yoyote na mtu mwingine, kwa sababu mbaba zake na mama zake pia wako hapa, sababu wanawake ndio waliomzaa Odede pia na sisi. Na sisi leo tumesema huyu mpaka tumpatie jina la Kimijikenda aitwe Master Kizambo. huyu Master Kizambo ni Kennedy Odede, na yeye ni anashirika ambalo la kimataifa na sisi tunamwombea Mungu kwa leo na nyinyi ambao mtaona hapa sisi tutamu, tuta, tuta mpitisha mbele na tukamwombea Mungu kila siku, usiku na mchana, ajulikane katika ulimwengu huu, apate shahada kubwa kuliko hizo alizonazo hivi sasa. Kauli hiyo imeungo mkono na Kalulu Mwamzuka, naibu mwenyekiti wa chama hicho, akibainisha kuwa kuwatuza viongozi wa kisiasa kupitia mila za jadi kunaimarisha mahusiano kati ya vizazi. Tukasema Mwenyezi Mungu atuweke vizuri na huyu ndugu yetu, tuwe naye maishani. Basi akisikia mzee Mwamzuka nkufa, basi naye alie, maana hiyo mizuka yote yonayo miti mikubwa mikubwa, nini? Jina langu mimi mibuyu. Hakuna Mdigo yoyote au Mjikenda asiyesema urani mzuka, hakuna achikala. Ababwa anataka kunishuta nishute, na kuvuyera Mnungu mwanangu, ukuleza mbuyu eh, ukuwe kama mbuyu nene wako Yani, ukitembea kila mtu anatishiwa, wewenaye anatishiwa, wow. <laughs> na huu mbwisho huu, sisi tuaona kwa Mungu tumekupa heri, lakini ule wa Kinyata, alikuwa akijua mwenyewe, na we ukiurusha akiwa zungumza na watu urushe asimilani uchi simila, unavoya vizo peleka juu, ukipeleka chini mwanangu Shofko ina zaidi ya wanachama laki sita nchini chini ya mpango wake wa Shofco Urban Network Sun katika ukanda wa pwani ambapo wengi wao ni wanawake na vijana. Shirika hilo linaendesha miradi ya uwezeshaji jamii katika kaunti 40 kote nchini Kenya, likihudumia watu takriban milioni 4.1. Ali Vincent Benvin.